Majina anaitwa Alfales Magnus Chengula. Ni mgombea wa nafasi ya bunge katika jimbo la Ludewa. Kwa sasa, nimeona inafaa na ni wakati sahihi kwangu kuweza kuchukua fomu hii kutokana na mambo makuu matatu au kama sio manne, lakini jambo kubwa zaidi ambalo limenifanya kufika hapa ni kuhakikisha yale matamanio ya wanaludewa yanaweza kufikia na kuunganishwa vizuri, ikiwa pamoja na kupitia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana kwamba wanitume mimi kama mwakilishi wao ili nikaweze kuwawakilisha vizuri kule bungeni, lakini kupeleka mambo yale matamanio makubwa ambayo naamini kila mwana Ludewa ndio kiu yake kubwa, kwa sababu tunaamini Ludewa kuna rasilimali nyingi sana, lakini tunatakiwa tupate viongozi na wawakilishi ambao wanaweza kuwatuma, wanaweza kutumika, lakini kwa wakati wote wakisimamia yale matamanio wana Ludewa mimi naamini Ludewa kuna rasilimali nyingi sana na naamini kama kijana ambaye nina nguvu, nina uwezo mkubwa na ambao najiamini sana katika utendaji na katika usimamizi, na kama wanaludewa wakiniamini wakanituma kwa ajili ya kuenda kuwatumikia na kupeleka hoja zao, kuunganisha yale mawazo ambayo tunatamani wanaludewa tufanyiwe kupitia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninaamini kwamba nitakuwa ni mtu anayefaa sana kwa wakati huo. Lakini sio hilo tu, kwa sababu Ludewa tuna vitu vingi sana ikiwemo tuna madini, lakini pia tuna ardhi nzuri sana lakini kilichokosekana hapa ni namna kuwaweka wananchi pamoja, namna kujua kwamba wanaweza kufanya jambo lipi kwa wakati upi na kiongozi yupi akaweze kuwasukuma viongozi waweze kutuletea hivyo vitu ambavyo tunavitamani toka miaka. Kwa hiyo naamini kwa sasa hivi kwa wakati wangu kuweza kufanya majambo haya pale wana Ludewa ambapo wanatamani kwa muda mrefu sana na niseme tu ni waniamini. Lakini jambo la mwisho tuombeane yote atakayepita, kwa sababu chama hakina mwenyewe na chama kinaweza kuchagua yoyote. Yote atakayekuwepo tutaungana katika kuisukuma. Tunaamini kwamba miundo mbinu ndio sehemu sahihi ambayo ingeweza kuwaunganisha wananchi, ingeweza kuwasafirishia na kuwarahisishia mambo yao yakaenda haraka. Ukiangalia swala la barabara kwa muda mrefu sana imekuwa bado nikitendawili katika wilaya yetu hasa katika jimbo la Ludewa, na nimetamani sana kwa sababu naamini kila mwana Ludewa anatamani angeweza kusafiri kwa haraka, hasa kipindi cha masika, na naona namna ambayo watu wanapata shida. Kwa hiyo kama mwakilishi wangu, ambao kama wangenipa nafasi, nimeona hiyo changamoto namba moja kwanza nayo. Lakini kitu cha pili ni kuhusu hii miradi mikubwa ya kimkakati ya kitaifa ambayo ipo kwa muda mrefu sana kwa sababu jaliwa na Mwenyezi Mungu rasilimali kubwa sana ya madini ya chuma, lakini ukitoa madini ya chuma tuna dhahabu. Lakini hivi vitu vyote imekuwa ni changamoto namna ya kuweza kutumia katika taifa letu. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu tunahitaji viongozi ambao watapeleka ajenda hiyo, watasukuma ajenda kwenye serikali kuhakikisha muda wote vitu vyetu vitatumika kwa ajili ya kuwanufaisha vijana, lakini pia na kunufaisha taifa kwa ujumla. Kwa sababu ukiangalia kama madini ya Liganga pale, tuna makaa ya mawe Mchuchuma, tuna dhahabu sehemu nyingi sana za Ludewa, lakini kwa kiasi kikubwa bado mpaka sasa hivi kwa, tunahitaji kiongozi ambaye atasukuma hili, atazisemea hili, atasema kile kilichopo ndani ya Ludewa, ili serikali na viongozi waweze kujua namna gani tunavitumia hivi vitu, ambapo kwa muda mrefu sana naona bado havijafanyiwa kazi kwa asilimia nyingi. Naamini kwamba hata ukimuuliza kijana yote ndani ya Ludewa, tuna vitu vingi sana ambavyo tungeweza kuturekebishia na kufanya uchumi wetu kawa mkubwa, kwa vijana, jamii na taifa kwa ujumla, lakini kwa kiasi kikubwa tumesahaulika hivi, naona kwa hiyo, nafikiri hiyo ni changamoto kubwa sana ambayo iko katika